Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, Msafiri Mbibo ameongoza kikao cha wataalamu kutoka taasisi mbalimbali za Serikali kwa ajili ya kujadili mikakati ya kudhibiti utoroshaji wa madini nchini, katika kikao hicho ambacho kimefanyika Oktoba 7, 2025, katika Ukumbi wa Mikutano wa Wizara ya Madini Mtumba jijini Dodoma. Akizungumza katika kikao hicho, Mbibo amesema kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kushiriki kikamilifu katika kulinda rasilimali za taifa, hasa madini, kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Amesema utoroshaji wa madini ni tishio kwa uchumi na usalama wa taifa letu. Tunapaswa kushirikiana kwa dhati katika kudhibiti mianya yote inayochangia vitendo hivi. Katika kikao hicho, Mbibo ameeleza kuwa serikali inahitaji kuwa na mfumo thabiti na shirikishi wa udhibiti wa madini kuanzia migodini, kwenye vituo vya ukaguzi hadi viwanja vya ndege, bandari na mipaka yote ya nchi. Pia ametoa wito wa kuundwa kwa timu maalum za kita za kitaifa zenye wataalamu kutoka taasisi mbalimbali zitakazoshirikiana katika kufanya uchunguzi, ufuatiliaji na ulinzi wa madini hasa katika maeneo ambayo yameonekana kuwa na ma... Kuwa na mianya mikubwa ya utoroshaji. Amesema tunapaswa kuwekeza katika vifaa vya kisasa vya uchunguzi na kubaini madini hususani madini ya vito kwa haraka na kwa uhakika. Vifaa hivi vitasaidia sana kuzuia mbinu mpya zinazotumiwa na wanaojihusisha na, na utoroshaji. Mbibo pia amependekeza kuanzishwa kwa mpango wa mafunzo endelevu kwa wataalamu wanaofanya kazi katika maeneo ya ukaguzi ili kuwajengea uwezo wa kutambua aina mbalimbali za madini, mbinu za usafirishaji, mbinu za usafirishaji haram, na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kudhibiti biashara hiyo haramu. Katika hitimisho la kikao, wadau walikubaliana kuweka mikakati ya haraka ya utekelezaji wa maazimio yaliyopitishwa, ikiwa ni pamoja na kuandaa mpango kazi wa pamoja utakaohakikisha udhibiti wa utoroshaji wa madini unafanyika kwa ufanisi na kwa muda mrefu. Kikao hicho kimehusisha ushiriki wa taasisi mbalimbali za Serikali, ikiwemo Wizara ya Madini, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Tume ya Madini, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU, pamoja na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege TAA. Mohab TV, Dodoma.